Hii ni K News habari. Mimi naomba kero wangu wa sisi watafutaji, sisi riziki tunaitafuta, kuna wakina bosi wetu wanakuja kutuajiri kuja hapa kutuleta, tunalima, tunakuja kulima, tunalima. Katika kulima kwetu sisi tunadhulumiwa, eka yetu hatuipati, si mnavyotuona kwetu, nasi tuna wazazi jamani, tuna wazazi, tunaomba Jaribu mimi ni kitu ambacho a nakiomba, naomba mkubwa au ani atoe, ani atoe kitu kidhibitu cha kwamba mtu anayekuja kulima huku awe na tiketi ya kwamba ambayo akilima alipwe. Sisi tunanyanyasa kama mnavyotuona hivi. Mimi sasa hivi msimu wa mwaka karibia mwaka wa tatu sijapata hela, ila nina wazazi, nina wazazi. Naomba mimi natetea kwa, kwa, kwa hali Ninyisi navyoniona naomba mtoe tiketi ya kwamba naye kuja kulima huku achukue achukue hati kibali alime msimu na alipwe hivi si. mimi yani sijalipwa msimu wa tatu, nani wazazi jamani, mimi, mimi ila mazingira ma yangu inaoishi huku nimekuja kutafuta, sitaki nini kutamani kitu cha mtu kwa sababu nina nguvu. Acha nilime nalima, nimedhulumiwa mwaka wa tatu, yani sijapata kitu chochote kile. Yaani upo tena kabisa ni askari na mfamu. Eh, amenizurumu mimi Shindabi. Tena amenizurumu ela amsimu yaani yeah. Aliyo nizurumu tuliokubaliana ela angu mimi ni laki izi, amesema bwana, nakuomba ai Uni, eh, laki nne unichumie unichomee bado nikasema haina shida, bado ananifadhilia mpaka sasa hivi. Kwa sababu gani? Mi naogopa ni askari, nitafanya nini? Nyumbani kwetu sina msaada, nitafanya nini? Sina msaada, nitafanya nini? Basi acha ni mwache tu jinsi alivyo, kutokana ana uwezo, mi sina uwezo. maisha kwa, maisha maisha usionionage hivi mi usi, usi, nimelelewa na bibi mama, sina baba sina ni malezi yangu ni bibi yangu tu basi. Tumie vyeo vyetu kunyanyasa watu wengine, yani wewe, kwa sababu ni mkuu wa mkoa, kwa sababu ni mkuu wa wilaya, kwa sababu ni mtendaji, kwa sababu ni mbunge, kwa sababu ni kiongozi wa chama, kwa sababu ni mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa kijiji, una wanyanyasa wengine au askari wa jeshi la polisi au vyombo vingine vya ulinzi na usalama? Sio sawa. Hili jambo haliwezekani kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwao watu kwa kweli wasifanye hivi, na mtu akifanya kazi kwenye shamba Alipwe pesa zake, mwachane kwa usalama. Huyu ana, ana familia analea, ana mke na mtoto mmoja lakini pia ana wazazi wake wapo wanamtegemea. Sasa nawe bwana usitudanganye, tuambie ukweli hapo kama unadai kweli au vipi? Lakini mumangikishie kwamba eh, mnamfuatilia maana zakalewa sana. Akitoka hapo mumsindikize mpaka nyumbani kwake, sawa? Jamani, hii ni Knews. habari